Hello. Kumekuwa na tabia ya watu kupiga picha na kuzituma katika mitandao ya kijamii wakiwa wanaonekana wamenyosha mikono yao na vidole vyao kuonekana waziwazi. Upigaji wa picha za namna hii almaarufu selfie. Je, umepata kutambua kwamba ni hatari sana kwa afya yako ya matumizi ya mtandaoni? Ungana nami uweze kujua machache kuhusiana na hatari ya upigaji wa picha za namna hii. Ni kweli unafurahi unapochukua selfie na kuweka pozi matata, unatabasamu unapopata like nyingi mitandaoni unapoposti hizo picha zako, lakini kumbuka, unapopiga picha vidole vyako vinaweza kuingia kwenye flemu ya picha yako kwa kufahamu au kwa kutokufahamu. Sasa je, unatambua kuwa vidole vyako vinapotokea kwenye picha vyaweza kutumika dhidi yako katika uhalifu wa kimtandao? Je, wajua kuwa selfie hii uliyotuma kwenye mitandao yako ya kijamii inaweza kuharibu maisha yako kabisa? Jambo ambalo huenda haufahamu ni kwamba kwa uwezo wa sasa wa teknolojia picha yako yenye ubora wa juu wa vidole vyako inaweza kutoholewa aa, moja kwa moja kutoka kwenye picha yako hiyo. Kwa sasa kuna teknolojia mpya ambayo inaweza kutohoa vidokezo vya taarifa za vidole vyako kutoka aa, kwenye picha yako kwa usahihi na maelezo ya ajabu kabisa. Maendeleo haya ya teknolojia yanaweza kusababisha hatari kubwa kwa vile huwaruhusu wadukuzi au wahalifu wa mtandaoni kuweza kutoa nakala ya picha ya vidole vyako, na uwezekano wa kuzitumia alama hizo za vidole kwa shughuli mbali mbalimbali za ulaghai wa kimtandao ni kubwa sana. Maendeleo haya ya teknolojia yanaleta mwelekeo mpya wa masuala yetu ya faragha mitandaoni. Mara wavamizi hawa wanapopata alama za vidole vyako uwezekano wa matumizi mabaya ni mkubwa na ni wa kutisha sana. Je, nini kinatokea kidigitali? Wahalifu hao wanaweza kutumia nakala za picha zako za vidole kufungua simu yako kufikia taarifa nyeti au hata kuingia katika maeneo salama yanayolindwa na mifumo ya usalama wa kibiometric au kwa Kiingereza tunaita access control systems. Ufikiaji wa taarifa wa aina hii ambao haujaidhinishwa unaweza kusababisha aina mbalimbali mbali za uhalifu wa mtandaoni, kama vile ulaghai wa benki, ambapo wahalifu wanaweza kutumia alama za vidole vyako kuidhinisha miamala au kufikia akaunti zako za fedha. Zaidi ya hayo, wavamizi wanaweza kudukua laini yako ya simu kwa kutumia alama za vidole vyako mwenyewe ili kukwepa michakato ya udhibitishaji na kupata udhibiti wa nambari yako ya simu. Hii inawaruhusu kunasa mara moja nambari za siri zinazotumiwa na simu yako na kuwapa nafasi kufikia taarifa zako za kibenki na akaunti nyingine muhimu, zikiwemo zile za mitandao ya kijamii. Zaidi ya hayo, ulagai wa kibiometriki unaweza kutokea ikiwa wahalifu watatumia alama za vidole vyako kudhibiti mifumo inayotegemea uthibitishaji wa alama za vidole e, kibiometriki kama vile passport au mifumo inayotegemea udhibiti wa alama za vidole kama majengo, lifti, silaha. Kwa kuzingatia hatari hizi ni muhimu kuchukua hatua zifuatazo ili kulinda faragha yako katika kutokana na uhalifu wa mitandaoni. Moja, anza kuwa na tahadhari ya jinsi unavyoweka mikono yako na vidole vyako wakati wa kupiga picha. Epuka kuonyesha alama za vidole vyako kwa uwazi. Unaweza pia kutumia vichujio vya picha almaarufu filters, ili kuficha maeneo nyeti kwenye picha yako, hivyo basi kupunguza hatari ya alama za vidole vyako kunakiliwa kirahisi na wahalifu hawa. Teknolojia inapoendelea kukua, ni muhimu kukaa macho na kukabiliana na vitisho vya kiteknolojia vinavyoibuka. Kuwa mwangalifu na picha unazoshiriki kwa maana ya posting and sharing katika mitandao ya kijamii chukua hatua makini ili kulinda utambulisho wako katika mitandao hiyo ya kijamii. Na baada ya kutazama video hii, kwa nini usipite katika mitandao yako ya kijamii uangalie mapachiko yako au posti zako. Ikiwa ulichapisha picha kama hizo ambazo zinaonyesha a, alama zako za vidole, uhakikishe unaziondoa ili kujikinga na kuwa salama na uhalifu wa mitandaoni. Daima kinga ni bora kuliko tiba. Kaa salama na ushiriki faida za teknolojia kwa furaha. Usisahau kusubscribe kulike, kushare na kucomment katika chaneli yetu ya YouTube kwa jina la Ditech Bizlink, ili kusudi watu wengine waweze kupata uh, kujifunza jumbe za teknolojia namna hii. Lakini pia uh, ukiona una jambo la kushiriki pamoja na sisi, waweza wasiliana nasi kwa ujumbe katika namba yetu ya WhatsApp kama inavyoonekana kwenye skrini nasi tutafanyia kazi mawazo yako kwa ajili ya kuboresha vipindi vyetu kwa wakati ujao. Asante kwa kutazama. Kutoka Ditech Bizlink, jina langu ninaitwa Sule. Asante na kwaheri.